Mtanzania mwenye kutamani Tanzania kiwake atembelee kwetu Kongo. Kwanza kae mwezi mmoja tu, mwezi mmoja tu, mwezi mmoja, tazame jinsi Wakongomani wanavyoishi, kisha arudi Tanzania arudilie ilo neno la kukiwasha. Kongo hivi sasa wana miaka thalathini, miaka thalathini ina maana Tanzania ukikiwasha naweza mkachukua hata miaka hamsini sabini kurudisha hali jinsi leo ilivyo. Tembelea kwetu Kongo miaka thelathini. Hivi sio kutamka tamka, kila lenye unajisikia kutamka utamke tu, ah -ah. Panga maneno, ni maneno gani utatamka muwatu utakiwasha kweli, bado unasema we ni Mtanzania halisi? Hapana, hapana, hapana, hapana. Mtanzania halisi amtakii Mtanzania mwenzie vita.